Mgombea wa nafasi ya urais wa Zanzibar kupitia Chama Cha Mapinduzi ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dkt. Hussein Ali Mwinyi, amesema Chama cha Mapinduzi kitaendelea kutoa kipaumbele kwa masuala yanayowahusu vijana, hususan ajira, elimu na fursa za uongozi katika awamu ijayo. Dkt. Mwinyi ameyasema hayo alipozungumza na makundi ya Umoja wa Vijana wa makundi mbalimbali wa vyuo na vyuo vikuu wa Chama cha Mapinduzi, huko Chuo cha Vijana wa sisem Tunguu, Mkoa wa Kusini Unguja. Lakini nataka niwaahidi vijana kwamba kwa awamu ijayo, kipaumbele namba moja itakuwa ni kutengeneza ajira laki tatu na hamsini yezakuteme namimi <coughs> sisiemole nataka nimwahidini vijana kwamba safari hii tutavuka lengo. Kwa nini nasema tutavuka lengo? Kwa sababu nimeona changamoto ya ajira ni changamoto kubwa. Nitahakikisha tunaacha mengine, lakini vijana wapate ajira. Amesema serikali imeongeza bajeti ya elimu kutoka shilingi bilioni 80 hadi kufikia bilioni 864 kwa dhamira ya kutaka vijana wote waelimike na kuwa na mchango wao katika maendeleo ya taifa. Sekta ya elimu. Sekta ya elimu, vijana mlioko hapa nataka na mtambue kwamba serikali ya awamu ya nane ilipoingia madarakani bajeti ya sekta ya elimu ilikuwa milioni 80. Leo tunavyozungumza bajeti ya wizara ya elimu ni milioni 865. Kwa hivyo tumetoa kipaumbele cha kwanza katika sekta zote, kipaumbele cha kwanza ni elimu, kwa sababu tunataka vijana wetu katika nchi hii waelimike. Ndugu zangu, <coughs> bajeti ya mikopo ya elimu ya juu tumeitoa bilioni 13 hadi mwaka huu bilioni 37, ndiyo maana vijana wanaopata mikopo wametoka elfu nane hadi elfu ishirini <coughs> Ameitaja fursa nyingine ni uongozi na kuhakikishia vijana kuwa awamu ijayo atawateua vijana wengi katika ngazi mbalimbali mbali za uongozi, na kusema wakati uliopo ni wa vijana, kwani wana elimu na uwezo. Fursa inaotakiwa na vijana, eneo la tatu ni uongozi. sasa Mama, awamu hii tumeumaliza. Kuna vijana niliwapa fursa ya uongozi, hawakuniangusha, wamefanya kazi nzuri. Ahadi yangu kwa vijana ni awa kwamba awamu ijayo Mwenyezi Mungu wakituweka madarakani, nitawachagua vijana wengi zaidi katika ngazi mbalimbali, nazungumzia uwaziri, nazungumzia naibu waziri, nazungumzia katibu wakuu, nazungumzia wakurugenzi, nazungumzia wakuu wa mikoa, nazungumzia wakuu wa wilaya, alimradi ngazi zote za uongozi zitaweka mjana. Hizi ni ripoti za ASAM, Fatma Bernard, ASAM Online TV.